Sikia, sasa leo, nimependa kuzungumza na nyinyi, yaani shishi <laughs> kwa hiyo nipunguza furaha ambayo ninayo kuona, leo nimeweza ku recover account yangu ambayo nimekuwa nime nilikuwa ni hapi tarehe 3 mwezi wa 5. Sasa eh nakwambia, la patience sila longe vita, sasa nimesubiri sana ni maana it natumanaea vitu vingi, ila na namshukuru Mungu alhamdulillah. Sasa nimeweza kipindi, nakiwezekana siku za usoni naweza kuweka sasa video kama ipasavyo. Sasa furamba niko nayo ku na moyani, nimetaka kuigawa na na moyo. Sasa nachokuomba